Hey, habari. Kwa jina naitwa Anderson Yashel. Leo nimekuja na jambo jingine au fursa nyingine kupitia akaunti yetu ya YouTube channel ya Tanzania Mifugo Digital, unaweza kupata mafunzo mbalimbali mbali na vitu mbalimbali kuhusiana na ufugaji. Kwa hiyo niwasisitize wadau mbalimbali wanaopenda ishu ya mifugo, karibuni. Hii ndo channel yenu ambayo inaleta mambo mengi yanayohusiana na mifugo na inasaidia kutoa ufumbuzi wa changamoto nyingi zinazohusiana na mifugo. Ila leo nimekuja na jambo moja tu ambalo ni incubator. Incubator ina mambo mengi sana, ina fursa nyingi. Ila fursa ambayo nitaiongelea ni moja. Kwa sasa tunafanya miradi ya utotoleshaji wa mayai. Kwa hiyo tunawakaribisha wateja ambao wanatamani wanakuwa na mayai ya wajuu wapi wanaweza kutotolesha. Karibuni Tanzania Kilimo. Na pia hatujafunga fursa kwa watu wengine, kwa watu wengine ambao watahitaji kutengenezewa incubator, tunawakaribisha. Tuna design incubator za aina zote, kuanzia mtu mwingine anaweza kusema mimi sina kipato cha kiwango hicho, unaweza ukaja tukakudesignia incubator ya mayai trei tano kulingana na mfuko wako na mradi wako, na pia tutavo kudesignia, tutakupa pia elimu ya bule kwamba Unaweza ukawa unazalisha wewe na unawazalishia watu ambao wanakuzunguka, wakakuchangia kiasi fulani. Ndo namna ya kutengeneza fursa na namna ya kutengeneza kipato. Kwa hiyo tuwakaribishe sana, tunawakaribisha Mi Tanzania Mifugo Digital katika chaneli yetu na tunawakaribisha katika ofisi zetu zinazopatikana Ilala, jengo la Machinga Complex. Karibuni sana Tanzania Kilimo Digital Limited Tunasema kilimo biashara ni fursa, na pia msisahau kusubscribe chaneli zetu ambazo ziko mbili. Kuna chaneli ambayo imeipo katika ishu ya, ya kilimo ambayo inaitwa Tanzania Kilimo Digital Limited ambayo inapatikana YouTube, unaweza kaisubscribe hiyo, utapata issue nzima ya masuala ya kilimo na vifaa vya kisasa ambavyo tunakuwa navyo vya issue za kilimo tunasema lazima sisi kama digital lazima tuwe na vifaa ambavyo vinakuwa vya kisasa zaidi, vinasaidia watu kufanya kazi kwa urahisi. Na pia chaneli ya pili ni Tanzania Mifugo Digital Limited, hii tumebezi katika nshu nzima za mifugo na masuala ya matibabu ya mifugo na nshu nzima ya miundombinu ya mifugo tutakuonyesha, yani utapata mambo mengi sana tunasema kwamba unavofuga lazima uwe umeandaa miundombinu ambayo ni mizuri, na ndio tija ambayo inaweza ikakupa mafanikio. Na kupitia channel hii kuna mafunzo paka ya bajeti za kuanza na mradi, tuna i, i, yapo humo. Kwa hiyo unaweza ukajifunza vitu vingi, kwamba kuna kiasi ambacho cha fedha unacho na unaona labda kitoshi kuanza mradi. Kwa hiyo itakuwa vema kupitia chaneli yetu tutapewa mafunzo mengi kupitia wataalamu wetu waliobobea katika sekta ya mifugo. Kwa hiyo karibu sana katika chaneli zetu, uweze kupata ujuzi, uweze kupata fursa za kibiashara. Kwa hiyo tunawasisitiza sana, mkisubscribe chaneli yetu mtapata vipindi endelevu ambavyo vinaweza kuwajenga, kuwatoa hatua moja mpaka hatua nyingine. Kwa hiyo niwakaribishe sana, karibuni sana tujifunze katika sekta ya kilimo na katika sekta ya mifugo. Tunawakaribisha sana, karibuni bila. Shaka nimekukumbusha mambo muhimu, lakini usisahau kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii ikiwemo YouTube, Instagram, Facebook na Twitter. Tufor Instagram, tufor Twitter na like page yetu ya Facebook. Zaidi ya yote usiache kusubscribe channel yetu ya YouTube, maana mambo yote yanapatikana hapo. Ni hayo tu, karibu tuongeze ufanisi.